Ukiangalia takwimu hizi utaona kwamba chini ya uongozi wa MOI ame, ameongeza jitihada za kulipa stahiki. Naomba tumpongeze. Naomba nirejee maneno ya marehemu mama yetu mpendwa, mama Janista, alipokuja mkoani kwetu mwaka jana. MOI alikupongeza sana, naomba usimame MOI. Alikupongeza na aliwapongeza nyie, mkuwepo kwenye kile kikao, aliwapongeza sana kwa kazi kubwa mnaoifanya.